Nakuusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Khutba yetu ya leo itakuwa inazungumzia leo itakuwa inazungumzia umuhimu wa mtu kuihisabu nafsi yake, umuhimu wa mtu kuihisabu nafsi yake, kuichunga nafsi yake. Usimchafute mtu wa kukuchunga pepesi pepesi macho kutaka kujua nani anayemfuatilia, wala usome kupelelezi wa kuhangaika kukodoa kodoa macho yako na fikra zako kutaka wako wanatosha. Hauna haja ukiwa peke yako, hauna haja ukiwa mbele za watu, hauna haja ukiwa kwa viongozi, hauna haja ukiwa kwa bosi wako, kwa mke wako, kwa mume wako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameimilikisha kwako nafsi yako.

nafsi yako ukajitambua kwamba Mungu yua Mungu yuko na mimi katika maneno yake, katika vitendo vyake, hautakuwa na haja, sio viumbe tu basi, bali hata malaika au na naki, hautowaangalia wala tbaa kuwafikiria kwa sababu utajitambua kwamba Mungu yuko na mimi na

ndani ya ya au muhasaba na nafsi ndio ibada ibada ibada ibada bora kuliko ibada zote, baada ya ibada za faradhi faradhi. Wewe ukimaliza hizo ibada na kutambua Mungu yuko na wewe kwa biashara aaaw, kama wewe unafanya kazi sio lazima

Mungu yunaye, anayetambua anayejua, anayefahamu vitendo vyako. Mungu unaye kuangalia kwako, kuambelia kwako, mishuziko yako, kuzungumza kwako, muamala na wenzako, kuishi na watu, ibada ndogo itakutana

kwenda lesi kwa ajili ya maisha, hakuna ubani ktunajikataa kujitupa kwa kutafuta maisha, umefanya biashara hii

Unapokuwa unaihisabu nafsi yako kuto kuiingiza katika matendo ya shari, inakuwa ni sababu ya wewe kuyalinda matendo yako mema ya kheri, ili usije ukafilisika ukikutana na Mungu subhanahu wataala. Ukiiachia nafsi yako ikawa haijitambui katika matendo ya khairati, katika kuidhibiti nafsi, nafsi itakuwa inafanya inavyotaka, hili la halali